Naam mwana Ukuu wa Mwafrika, tumekuwa tukisikia maneno mbalimbali kutoka nje ya bara la Afrika kuwa Afrika iwezi kuendelea, Afrika ni masikini, Afrika haina uwezo wa kufanya mambo mengi Afrika bado itaendelea kuwa hivyo hivyo ilivyo. Ni tunaitwa bara la tatu, tunaitwa bara la giza. Haya yote tumekuwa tukiambiwa, ni sisi ambao wa Afrika, na kweli tukaadapt hiyo, alafu tukapata tena na viongozi ambao hawawazi kuhusiana na Afrika, lakini wanawaza kuhusiana na wao wenyewe, viongozi ambao siku zote huwa wanatafuta pesa ili wajenge nje ya Afrika. Wanaiba pesa Afrika wanapeleka nje ya Afrika kwenda kuwekeza kule au wanaenda kuficha pesa kwenye mabenki uko, uko nje maulaya huko. Na hata hii juzi wakati Donald Trump anasema kuwa nawarudisha wa Afrika huko kwetu, na mimi nikasema Trump anafanya vizuri sana, lakini angetusaidia pia kurudisha na pesa ambazo, kwa sababu kuna akaunti huko kwao kwenye nchi zao, akaunti za viongozi ambazo akaunti hizi wanaenda kuwekeza kule au wanaenda kuzificha pesa kule ambazo wameziiba Afrika, angetusaidia na lenyewe hili na kuturudishia na hizo pesa pia, lakini hilo lenyewe hajaliongea. Hii ni tofauti kwa mwamba Ibrahim Traore ambaye ameamua na ameamua na kabla hajaamua akaamua, na kabla hajaamua vizuri akaamua tena kuwa mimi nitaitumikia Burkina Faso, mimi nitaitumikia Afrika ndio bana. Unakuta spichi zake nyingi zinaongelea kuhusiana na Afrika. Ni kiongozi asiyekuwa na tamaa hata kidogo, naenda kaangalia maisha anayoishi, ni maisha ya kawaida, mwananchi wa kawaida. Ndio maana unaona kijeshi huyu ana cheo cha ukepteni na alikataa kuchukua mshahara wa raisi ambao ni karibia milioni mia mbili kwa mwezi, lakini akasema mimi nitabaki na mshahara wa ukepteni. ule mshahara wa uraisi uende ukafanye maendeleo. Ndio huyu mwamba sasa. Habari nilionayo leo hapa ni kuwa Ibrahim Traore anaenda kujenga mji wa kisasa ambao unaweza uka kawa unafandania na miji ya Ulaya au Dubai, tuseme Dubai, au kawa zaidi ya Dubai na Ulaya, na huu mji utaitwa uh, Traore City Traore City, ambao ni mji wa kisasa sana sana sana. Nikakumbuka hapa kauli ya Comrade John Joseph Magufuli wakati wa uhai wake, alisema anataka kuijenga Tanzania ili wanaotoka hapa kwenda Ulaya, basi kusiwe tofauti kati ya Ulaya na Tanzania. Lakini sasa ya Mungu ni mengi na basi ndio hivyo, akawa wametangulia mbele ya haki na maono yake yale, basi ikawa iko hivyo, kwa sababu kila mtu anakuwa na maono aliyonayo. Sasa kwa hatuhukumiani katika hilo lakini tuna ongea tu the way ambavyo alikuwa ameongea na watu wengine. Tukiongea habari za Magufuli wanakasirika, sijui ni kwa nini. Sasa utampangia mtu kuchagua ni nani wa kumwongelea? Hauwezi ukampangia mtu, kila mtu ana uhuru jamani wa kuongea. Kwa hiyo mtu tutapoongea habari za Magufuli sikasirike, na kuna watu wengine sasa ambao wamwongelea Magufuli na alishakufa ha kwani mitume tunao waubiri kwenye Biblia na kwenye misaafu wapo, si walisha kufa, lakini mpaka leo unasema, hebu tufungue kitabu cha nabii Isaya, nabii wa Mungu yupo huyo? mtu huyo, nabii Isaya yuko huyo? nabii hayuko, lakini maneno aliyokuwa ameyaongea, ukazi alizokuwa amezifanya ziko na ambazo tunaweza tukaziangalia pia vile vile. Kwa hiyo ndio bana, iko hivyo. Sasa hii uh, Traore City ni mji ambao kwanza unazingatia masuala ya ecosystem ni mji ambao unazingatia masuala ya mazingira na wana mazingira, nafikiri katika hili watakuwa wananielewa vizuri sana kwa sababu huu mji utakuwa very planned, planned. Tayari, tayari, wameshauplani tayari kwao. Watajenga majengo makubwa, majengo ya kisasa, lakini majengo haya na ukumbuke, ukumbuke ni mji ambao wanaujenga, alafu ni nyumba ambazo atawagawia raia. Naomba hilo usilisahau, hilo ukumbuke, hilo ni nyumba ambazo atawagawia raia. Sio, sio anajenga majengo tu hivi hivi alafu yawe ni ya kwake amiliki yeye. No, no, no, ni kwa ajili ya raia, kwa sababu amesema hatuhitaji tu raia kupata makazi, lakini tunahitaji raia waishi maisha ambayo ni maisha ya kifahari luxury life, kwa ndo maana sasa hii miji namna itakavyokuwa, kwa sababu juu ya kila ili haya majengo kutakuwa na hizi hizi panels solar panels kwa ajili ya umeme, kwa ajili ya kuendesha, lakini pia miji hii mji mmoja na ukumbuke. Okay, ni nikuambie kitu kimoja. Viongozi wengi wa Afrika wana kawaida ya kuwa akiingia madarakani anaanza kujenga kwanza kwao na ndio maana utaona baadhi ya viongozi kwao unaona mpaka viwanja vya ndege anajenga mahali ambapo hapa kustahili hata pawe na viwanja vya ndege. Utaona kwao hapa naweka kila kitu na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo iko hivyo, lakini sio sio kwa Ibrahim Traore imekuwa tofauti, kwa sababu kwake yeye, Burkina Faso yote ni ya kwake bila kujali alipozaliwa. Burkina Faso yote ni ya kwake, ndio maana unaona wakati tunaongelea kuhusiana na zile hospitali hamsini na nne ambazo mwamba amezijenga, amezijenga maeneo mbalimbali hospitali za kisasa lakini zimejengwa vijijini na mijini. Kwa hiyo ndio maana anakuambia hivi huyu ni tofauti na viongozi wengine, ambapo nakuta kiongozi mwingine anapendelea kwao zaidi, anapendelea kwao naweka mpaka vitu ambavyo unajiuliza sasa hivi vitu ni kwa nini ameweka huko, lakini ni tofauti kwa mwamba Ibrahim Traore. Kwa hiyo ndio maana nakuambia hii yote ni maono anayoyafanya kwa ajili ya Burkina Faso. Kwa hiyo kutakuwa umeme, sio umeme huu wa machafuzi huu wa mazingira, kuchafua mazingira no? Kumbuka, amejenga hydropower kubwa sana pale ndani ya Burkina Faso. Lakini katika hii miji pamoja na umeme huo wa hydropower au umeme unaotumia um, kwa maji bwawa kubwa la umeme, lakini pamoja na hiyo bado atatumia watatumia umeme wa sola. Lakini kwenye mji huu pia kutafungwa wifi ambayo ina speed, nafikiri ni 5G, tena, ni 5G 5G, ile sio 4G tena, alafu 5G ya ukweli, tofauti na hizi 5, 4G au 5G. <laughs> ni ni 5G 5G au ambazo tunaambiwaga nakuta net nginasumbua pala atafunga nini ya ukweli, alafu itakuwa ni free internet, yaani kwenye e, uo mji au hiyo miji Ibrahim, I mean miji ambayo inaitwa Traore City. Lakini pia vile vile, ili swala lote ni swala kuhusiana na, tunarudi palepale pale, ni swala la ajira, kwa sababu hii miji inapojengwa watu wengi hivyo watakuwa wameajiriwa wakati wa ujenzi wa hii miji, maanake mainjinia kutokea Bukina Faso, kwa sababu mainjinia hawatoki nje, ni ndani ya, ya Bukina Faso hapo hapo, kwa sababu Bukina Faso ina mainjinia. Ndugu zanguni, ninapomfananisha mwamba Ibrahim Traore na comrade John Joseph Magufuli, msini hukumu, kwa sababu ninakumbuka wakati fulani John Joseph Magufuli aliwahi kukaa na wahandisi akiwa anawafundisha namna ya kujenga reli na akasema hatuhitaji mchina kutoka nje au mzungu kutoka nje aje atujengee reli. Kwani nyinyi mnashindwa, mnashindwa kukadiria kuwa umbali wa taaruma moja mpaka lingine ni mita ngapi? Mnashindwa kujua kuwa udongo pale ukishindiliwa unashindiliwa kwa, uh, kwa kwa kwa saizi gani? Alikuwa nawaambia hivyo kasa. Mimi ninataka wale wakija wawe vibarua wenu nyinyi, sio nyinyi muwe vibarua wao. Ndicho hua nakiongea, ndio haya sasa ambayo mwamba Ibrahim Traore ameyakopi pale Bukinafaso na ndio anayoyafanya pale ndani ya taifa la Burkina Faso, na ndio maana hasa unaona kwanza, tuanza na mainjinia kwanza, wahandisi watapata kazi pale. Maana ukiongelea wahandisi, kuna masuala ya ujenzi, kuna masuala ya a, mambo ya umeme, kuna masuala masuala ya plumbing, kuna masuala, yani masuala mbalimbali kwa mainjinia wote wahandisi wote katika vitengo vyote watapata kazi ndani ya taifa hili la Burkina Faso. Nikiongea hivi nataka unielewe, kwa sababu tunakumbuka juzi juzi Coca-Cola wa amekuja wataka kujenga kiwanda ndani ya taifa la Burkina Faso. Wakumbuke wakati Burkina Faso wanawatimua Wafaransa, makampuni um, mengine yaliondoka lakini Coca-Cola wameomba msamaha na wameomba kurudi na Traore amewaambia rudini, lakini kwa uh, terms zetu sisi. Conditions ni za kwetu sisi. Tawapa sisi masharti hata mkirudi mkirudia. Masharti waliopewa ni masharti gani? ni kuwa kiwanda pale wao walete ramani lakini watakaojenga ni Burkina Faso, sio sio Coca-Cola. Mm -mm watakaojenga ni Bukina Faso. Kwa hiyo hata shirika la ndege hili la Air France, mnakumbuka wakati ambapo hawa miamba wamejiondoa, umoja wa eco wa Ufaransa akaweka vikwazo, akapiga marufuku ndege zake zilisafiri kuja kwenye haya mataifa ya ukanda wa Sahel, lakini mwisho wa siku akaja kugundua amepoteza fedha nyingi sana, maana <laughs> vikwazo vikamrudi yeye mwenyewe, akagundua amepoteza pesa nyingi mno, na baada ya kuligundua hilo, matokeo yake akataka kurudi, na hawa miamba wakamwambia, utarudi but in our condition yani, tutakupangia sisi ni nini cha kufanya na nini sio cha kufanya. Kwa hiyo manake, ndio hii inasemaga siku zote eh, Afrika bila ulimwengu inaishi lakini ulimwengu bila Afrika ulimwengu haupo bila Afrika. Ndio maana unaona huku wanafanya kwa vyovyote vile iwe ni kwa kuiba, iwe ni kwa kupora, iwe ni yani kwa njia yoyote, wanahakikisha wako hapa. Kwa hiyo sasa hii huu uh, mji ambao sasa nimekuwa nikiuelezea hapa, ni kuanzia ujenzi wake mpaka hivyo, lakini utakapokamilika huu mji, ndani ya huu mji kumbuka, kutakuwa na mabiashara makubwa ndani ya hii miji, kutakuwa na ha, re, re, restaurant kubwa kutakuwa na hawa wajasiriamali umo ndani ya hiyo miji, kutakuwa na yani, vitu vingi ambavyo kimsingi sasa vyote hivi vinatengeneza ajira kwa watu wa Burkina Faso, lakini ndani humo kutakuwa na sehemu za michezo, sehemu salama kabisa za michezo, na umo ndani ya hii ili jiji pia kutakuwa na sehemu za kucheza watoto. Yani ni mji ambao uko salama kabisa oh. Usijali kabisa kuhusiana na masuala ya maji safi na maji Itaka, au hii tunaita sewage system yani, yote hiyo wameizingatia. Ni chini ya maono ya mwamba Captain Ibrahim mwana wa Traore ambaye sasa ndio amekuwa akiyafanya haya <laughs> maana huyu mwamba hata familia yake haijulikani, ukiachilia mbali yule mwanamke ambaye amepiga naye picha, yuko pembeni yake, ni wengi wanasemaga ni mke wake, lakini kiukweli ofisi ya rais, hata yeye mwenyewe hajawahi kukiri ilikuwa huyo ni mke wake. Inawezekana ni mtu tu amepiga naye picha, lakini hata familia yake ijulikani. Majina yake ukitafuta ni hayo tu unapata Ibrahim Traore, jina lingine yani ni ngumu kulipata, yani taarifa zake zimefichwa yani ziko hivi, yani zimefichwa kweli kweli. Nakumbuke mwamba ni msomi, ni mwana jiolojia lakini ni mwanasayansi pia, huyu Captain Ibrahim Traore. Kwa hiyo hii miji ndani yake sasa, baada pia ya kuwa imekamilika bado ajira ziko nyingi, ajira za watu kule ndani, kwa hiyo ni kwa sababu ya maono aliyonayo kama nilivyokuambia mwanzo ndawili katika Afrika kuwa Afrika, mataifa ya Afrika hayawezi kuendelea. Lakini ukweli, hii Ibrahim Traore amekuja kuiprove wrong kwa sababu bado mataifa ya Afrika bado yanaendelea. Kwa nini? Kwa sababu kwanza ya kupata viongozi ambao ni wazalendo, lakini ya visionary leaders ambao wana maono, wanaona yani ni watu wenye maono, uono wa mbali kuweza kuona. Sasa nikuulize swali, ikiwa ndani ya miaka mitatu, maendeleo Bukinafaso yako hivi Unaniambia nini? Au wewe unasemaje kuhusiana na miaka 20-30 ijayo, endapo uh, uongozi utaendelea hivyo, endapo kanuni zitaendelea kwa namna hivi, itakuwaje kuwaje? Basi tuachie kwenye komenti hapo, nasi tutapitia maoni yako, tutaweza kuyajua. Ninawashukuru sana wanaokuwa Mwafrika, asanteni kwa kuendelea kutusapoti kwa kusubscribe, kushare pamoja na kulike pia. Tunawashukuruni sana sana. Mwenyezi Mungu awabariki, bila ninyi sisi tu singekuwa tuko hapa. Nyinyi ni watu wa muhimu sana sana, asanteni sana.